Leo uko na ujumbe gani kwa raia wa Uvira na viongozi wote? Leo niko na ujumbe kwa raia wa Uvira, ujumbe mbili. Ujumbe wa kwanza ni kutafuta kusema kwamba kuna mnyamlenge wa moya ambaye anaitwa Apotre Joseph ambaye iko na atake komanda sekter kwa sababu gani alienda mfro ya Minembwe. Na sisi wazalendo, mtu ambaye anataka kujiatakia kwa jeshi letu automatiquement tunapashwa kureagir na tunapashwa kumshughulikia. Ndio maana tulisema kwamba tuambie ule, ule, ule Apotre Joseph ya kwamba yeye ni mtu kidogo, ile kusema kwamba komanda sekter atakufa sawa General Chirimwami mwenye alifia bure muflo batamkamata na mikono yeye, kome mtu wa redi tabara twagira neho. Ninamwambia kwamba ni yeye tutakamata na vidole viwili, ajua kwamba komanda sekter ni jeshi ambaye alifunzwa mwenye iko forme na iko na vikosi vyenye kutosha, kwa sababu hawezi kumjongelea na kumwambia kwamba jeshi wala general mwenye nafia kushamba na vita. Ule ni hero, ule ni mtu mwenye alijitolea kwa ajili ya nchi yake. Yeye kome rebele mwenye ayui maana ya nchi, maana ya udongo ni nini. Na njo maana alikamata siraha kusema kwamba atagombanisha jeshi na Kongo. Ila ajue ya kwamba yeye ule Apotre Joseph ni yetu tutakamata mikono miwili, na kesho tukimkamata wasanze sema kwamba wazalendo au FARDC wanaza trake wanyamulengi wa, wa, wa, wa, wa, kwa sababu hatutamwachilia aende anapanda juu ya jeshi letu, hapana. Nyinyi mmetathmini namna gani hiyo masemi yake eh, kuhusu kiongozi ule wa jeshi mmefikiri? Eh, amesema hivyo kutokana na unyanyasi ambao umefanyika dhidi ya wamoja ama namna gani? No, hakuna unyanyasi. Unaona kama commandant secteur alitoka hapa na kwa sasa napatikana Mkera. Na Mkera commandant secteur alisema siwezi bakia mu Uvira ville wakati jeshi linaongoza liko kwenye shamba la vita. Ninaenda kusalimia wale wa jeshi wenye wako pale. Na commandant secteur anajua kwamba tuko mu periode nyebo viko msiselefe comme FARDC. Peut-être lenda construire les soldats baki. Naenda angalia état de santé, kama wasoda ake ndnaliaasodeo na chakula. Lakini wakati mtu anajitosha kama yeye, ni Mnyamulenge, yeye ni Apotre Joseph anatafuta kuji atake kwa komanda sete ase watamkamata na mikono watamuagisi chirimami alikufa sawa. Tunashukuru kama njo kazi ya Wanyamulenge, lakini wajue ya kwamba jeshi letu linashimama imara, wajue kama movement MPDR ya makanika inashimama imara, wajua ya kwamba coordination provinciale ya RAD inashimama imara. Najua ya kwamba tutamshughulikia yeye. Alisema atakamata kwa mikono miwili, mimi nasema kwamba yeye tutamkamata na vidole viwili. Na tuseme e, mpaka sasa kuna jamii za wanyamlenge ambao wanaishi ngambo za juu wanaendelea kulalamika ya kwamba wanauawa, wanavamiwa na jeshi la kitaifa. Unajibu nini kwa hili? Ndugu journalist, nitakwambia kwamba leo Uvira tuko na sabia movement za wazalendo wa makumi kenda na saba. Na ile movement wa makumi kenda na saba piko ma movement ambazo zilitoka goma noki. Piko se zilitoka kale Walungu, shabunda, mwenga Territuari ya fizi. Piko wenye balitoka manyama, piko wenye balitoka tanganika. Na wote kwa sasa wako uvira sawa chef liye ya province. Unasikia Mena muzela makumi kenda na saba. Ushaka sikia movement ya wazalendo wa nyamlenge lakini ukiwatafuta utakutanisha ni Warid Tabar ni toa giraneo wako kwa M23, na ni wale wale njoo wako nagombanisha jeshi letu la Kongo, njoo wako nagonjoa anajifanya kukua wadui wa Kongo, kama wanajua ya kwamba hawataki kuuawa wala hawataki kuwanyanyasa wana kuwa, wanataka kujitokeza sawa sawa na wengine wazalendo, lakini vile wako wanaenda tu ngambo ya adui. Sisi ni Radi Tabar, sisi ni ni ni wanani wenye wanataka kugombanisha nchi no hatutasema ni raia, kwa sababu mtu yeyote akishika tu silaha kama atagombanisha nchi yake nchi yake tamshughulikia, na sisi kama wazalendo wa kweli tunapasha kuwashughulikia. La, la, labda tuseme hapo hapo ambapo umegusia umesema, a, a, a, katika makundi za wazalendo hakuna e, kundi ambalo limeundwa na Wanyamlenge, lakini katika jeshi la kitaifa Wanyamlenge ni wengi na wanaokipe, tuseme maposte za mzuri

Na sasa Mnyamlenge yote mtajitokeza ya kwamba na sapoti watoto wao wenye wanaenda kwa adui, tutawashughulikia tutawashughulikia. Na tukiwashughulikia, hatutakuwa tulishughulikia Wanyamlenge wote, hapana. Tutakuwa tulishughulikia Wanyamlenge wenye wanaenda kujiunga na adui, ni hao tutashughulikia. Mimi mwenye atasema ya kwamba no, na mimi nakamata silaha, sitaitika, nitasaidia community yangu ya Wanyamlenge, wakati ushakuwa na silaha Ukikutanana na jeshi la Kongo, ukikutanana na wazalendo wenye walikamata silaha juu ya nchi yao, utataka kufanya nini? Watakushughulikia sawasawa na gisi ya Apotre Joseph anasema kwamba yeye atakamata komanda sekta na mikono miwili. Sasa ula tukimkamata ula tukimupa fimbo ula tukimwazibu watasema wanapiga wenye mlege. Hapana, tutakuwa tulimwazibu kufatana na matendo yake yafane. Na labda turejee kwa masemi uh, ya Apotre kusema kwamba eh, kumanda sekteri ameenda katika shamba la vita, na wakati tunapo o, tizama ama kukagua, tuseme sheria za, za jeshi, je, eh, tuseme kamanda mkuu anaweza enda kwenye shamba la mapambano? Kamanda mkuu anaweza enda kwenye shamba la mapambano. Sasa ukikuwa prefect utafanyaka renyo na na mwalimu naongoza ukikuwa prefect utafanya renyo na mwalimu ambao unaongoza, na komanda sekte kama mtu ambaye na gérer opération mzo personnel sokola de Uvira non chef lia province aiko obligé kubakia tu vira, iko obligé kwenda angalia face yote eneo yote ambao unaongoza, na ndio maana alienda Mkera kusalimia watoto wake anaongoza, na akisema anaenda Minambo iko na haki, akisema anaenda Fizi iko na haki, akisema leo anaenda Luvunge ila ni haki akisema anaenda kale kama ni mzoni ana okipe iko na haki, ni kwa sababu yeye anaongoza ni zile fasi. Lakini wakati mtu sawa Apotre Joseph, juu ni Munyamulenge, juu kwa manda sekteri anaenda Mkera nguma nake mnakia kutuatake, atutaitika, hamtaitika mwye vanani, hamtaitika mwye. Kwa nini vengine vakusema, vavembe vakusema mirembo piko vamushi juu anavakusema, piko vafuliri juu anavakusema, vavembe viko pale juu anavakusema juu ya nini kome Apotre yeye anajuita yeye ko mnyamlenge, njonena ya kwamba ni sherti areagire kama atutaitika, aseme komanda sekteri aera siomada se ekteramnm autaitika, wewe kome nani? Na ndio maana tunaambia huyu Apotre Joseph ya kwamba tutamshughulikia na tutamkamata na vidole viwili, sa wagisa alisema kama atakamata komanda sekteri namoo labda la, la, tu, tu, tuende kwenye jambo la pili tuseme, eh, kwa sababu umegusia wazalendo itupeleke eh, directement ku deuxieme point, uh, wazalendo, kuna baadhi wazalendo wanashutumiwa kusema kwamba wanakuwa kama vile wanaingilia serikali kukazi yake. Kuna wale ambao wanaanza kulipisha taxe kuziwia, uh, tuseme wafanyakazi wa serikali ambao wako charge na kulipisha taxe labda nyinyi ambao mnawasimamia waz, wazalendo mnakuwa na nini la kusema kwa jambo hili nono? Sisi ambao ka viongozi wa wazalendo tuko na visikia barabarani ya kwamba wazalendo kwenda wanakamata taksi za leta, ila tunaambia raia wote wa Kongo na viongozi ya kwamba muzalendo akukamata silaha juu ya taksi ya lita, lakini alikamata silaha juu ya kutetea nchi yake, udongo wa babu zetu, ndio ilituma tulikamata silaha kama piko mzalendo mwenyeko anaenda kuderange servisi za leta, tulisha inisie kampanye ya sensibilizasyon kuambia wale wazalendo wachane na ile, haiko kazi yao, kwa sababu guverneman provincial iliwezaka kusede takse fulani ya kusaidia wazalendo na kuna kiwango kidogo ya pesa ambayo iko natoka kishasa cha kutusaidia. Lakini wakati tena sisi kome wazalendo wa kweli tunasema ya kwamba naenda kufrontiere, naenda kupo, niko barabarani kutrakase ma services za leta, ile kama viongozi wa wazalendo atutaitika. Nilifata, nilienda kufrontiere, majeshi yenyeko pale akanaambia, hauwezi pita na siraha. Nilikuwa na jeshi wangu, nikamwambia, bakia pale unisubiri, mimi nimalize kazi mimi, naenda kufanya kisha nitarudi. Me mwingine ataweza kuinterpreter mubaya. Kwa nini wananikataza nisiingie na silaha sira ku frontier. Hey, ni sheria. Na kama Conseil de sécurité na ikale na décider wazalendo wasiko naenda na silaha ku frontier. Tunapaswa kuelewa, tunapaswa kuti. Na hapa kukataza mzalendo asiende ku frontier, asiende ku port hapana. Na msiasa wazalendo, kwa raia ambao walikamata silaha je, tetea nchi yetu? Hatuna mshahara. Lakini niteza kuwa mkiongo na churuzaka wala mimi binafsi niko na kabutike kangu nenda karambulia umabitu udogo bujumbu kama ninaleta bila umabitu udogo ninajifasiria kwa wenye wanajere frontier wana por wanaelewaka parapor ya kusema uende kufanya desordre frontier wana por ndio maana niteza ambia wenzetu wa zalendo ya kwamba tuna dependre na ministere ya defense na wako viongozi tunapasha kuwatina kuwasikia na kama piko mzalendo mwenye iko anaenda ku amri ya waja wa delita wala kuduani wala kufrontiera wala zingine service waache zile tabia kwa sababu vitu vizuri viko njiani ambavyo tutafikia na tutafurahi kesho na, na labda tubaki tu, tu, tu, tu. Hapo umegusia jambo fulani ya tuseme ya sehemu ya wazalendo ambao wanakuwa kama vile wanajiingiza ku vitu mbalimbali, na kuna pia wazalendo, kuna, kuna, kuna zile habari e ambazo mpaka sasa ziko zinazagaa kusema kwamba mabarieri katika plende la Rusisi bado ziko nyingi na kunakuwa uh, watu ambao wanakuwa wakinyanyaswa kwenye mabarieri. Labda unakuwa na neno fulani la, la kusema pia kwa hili? Ndo nitakupatia mifano mbili leo usubuhi. Ya kwanza nilipata mtu ananiandikia wa Bukavu, aseme mnakawia kupia kututosha muhutumwa tunachoka nababati. Na ya pili piko watu wamoja wanachezaka teatri wakatana kila mara wako anacheza teatri ya kusema kwamba wewe kujapa wewe nanitalikujapa wekoso natoka Uvira, ukifata mzuri ile iko na ukienda Bukavu kwenye M23 iko bariere ziko nyingi na control